nishani ya utumishi uliotukuka mtunukiwa ni P 8762 Kanali Makame Abdalla Daima, mkuu wa jeshi la kujenga uchumi Zanzibar. Kanali Daima alizaliwa tarehe tano Machi mwaka elfu moja mia tisa na sitini na nane Bumbwini, Zanzibar. Alihitimu elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Lumumba mwaka elfu moja mia tisa na themanini na tano na, na kuhudhuria kozi mbalimbali za kijeshi zikiwemo recruit

Command Command and Staff College, Junior Command and Staff College, Mgulani, Tanzania, mwaka 2014 na, na Aviation Technology, Military Electronics and Mechanical Engineering, Hyderabad, India mwaka 2016. Katika kuimarisha utendaji kazi na sehemu salama kazini kwa ajili ya kuongeza ufanisi, ameweza kusimamia mradi wa kuimarisha makao makuu ya Jeshi la Kujenga Uchumi ikiwemo ujenzi wa jengo la makao makuu saateni na kambi nyingine. Kupitia utendaji wake kazi uliotukuka katika kuwalea vijana wa kujitolea na ujenzi wa taifa yani, national service, kumeongezeka wigo wa vijana wengi kupata mafunzo ya ufundi, ujasiriamali, mana ujasiriamali na kilimo, kiasi cha kupelekea, baada ya kumaliza muda wa kujitolea, yani national service, hujiajiri wenyewe na wengine huchukuliwa katika taasisi mbalimbali. Hali hiyo inapelekea kuongeza kwa mazao ya kilimo, mnyororo wa thamani na kuzalisha wataalamu wa ajira nchini. Kanali Daima ni kiongozi mahiri shupavu, na mwenye weledi wa hali ya juu katika udhibiti wa jukumu la msingi la kujenga uchumi na ujenzi wa taifa yaani national services, na kwa kushirikiana na vyombo vingine ameweza kusimamia usalama wa raia na mali zao wakati wote hapa Zanzibar. Aidha, Kanali Daima ameweza kushirikiana vyema na vyombo vingine vinavyosimamia majukumu yanayofanana ya hapa Zanzibar na kupelekea ufanisi katika utekelezaji wa majukumu anaongoza kikosi jeshi la kujenga uchumi Zanzibar kwa weledi mkubwa katika operesheni mbalimbali kwa ufanisi na ustadi wa kiwango cha juu ikiwemo katika matukio ya kitaifa na sherehe za kitaifa kama uchaguzi mkuu, gwaride la sherehe za mapinduzi matukufu ya Zanzibar, gwaride la kiapo na katika matukio ya majanga. Katika sekta ya ujenzi na maendeleo ya Zanzibar ameshiriki na kusimamia vyema miradi ya serikali ya kimkakati ikiwemo soko la Kwerekwe, uwanja wa maonesho Nyamanzi. Aidha, kwa upande wa elimu, Kanali Daima kupitia shule ya JKU ameanzisha rami rasmi madarasa ya kidato cha tano na sita, yani elevo uluma, uru, uluma ili kuwawezesha vijana kupata huduma iliyo bora katika michepuo mbalimbali na hivi sasa anajenga mabweni ya kulala wanafunzi katika skuli ya JKU Mtoni, yani JKU Dakalia, ambayo yatasaidia malazi kwa wanafunzi wa boarding hasa wale wanaotoka Pemba ambao kwa sasa wanapata shida ya malazi na ujenzi wake unaendelea. Na kwa upande wa chuo cha ufundi hivi sasa amefanikiwa kukisajili rasmi na tayari kinatoa diploma. Ameweza kuendeleza na kudumisha utulivu wa kikazi, kiutawala na kijeshi na kupelekea ufanisi na urahisi wa kutekeleza majukumu ya JKU ya msingi. Kanali Makame Abdalla Daima anaendelea kusimamia mageuzi makubwa ya kimapinduzi katika falsafa ya kujitegemea kiuchumi kupitia jeshi la kujenga uchumi na kufanikisha kutoa huduma muhimu na adhimu za kijamii hapa Zanzibar, ikiwemo sekta ya kilimo, elimu, biashara, michezo pamoja na ulinzi. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya na umri wenye heri katika utumishi wako. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo.